Kwa uwezo wao kae alizoletashaaishamarea ametufunga hajatuchukua kwa uwezo. Sisi tumecheza mpira mkubwa uwanjani. Mandala, pengine unamzungumzaje? Aa, maanake tayari huko mitandaoni kila mtu anazungumza lake. Awaa, ajifunze ajue, kwamba timu wanaocheza ni timu kubwa. Ujue mashabiki wangu, tupenda kuongea ukweli. Ujue mimi naamini ukweli unamjenga mtu mimi ma, ma, mimi maisha yangu hivi ndio mimi, siogopai kumwambia mtu ukweli, kwa sababu ni timu yetu tunaipenda wote. Unaponyamaza unafi, unaficha ugonjwa. Hawa anapocheza ajui kama vile anachezea Simba, anatakiwa ajue hii ni Simba, timu namba tano Afrika. Hauwezi kucheza mpira kama ule wa kitoto kwenye boksi huku, sisi tunasubiri matokeo. Tumejazana hapa koko bichi, si sindio? Tunajua ni namba kumi kwa mfumo wa Simba ulizi aziitaji maa kwenye boxi kwa kama namba teni kakosa magoli mawili awazi na sio mara moja, kwani simu simu. Kwa hiyo awala atakuwa ajitume na ajue kwamba anacheza timu ambayo ina mashabiki na inahitaji matokeo, Mandala. Lakini kuna risiti yake kwa maana ya leo, Maema umeuka kwenda kwa kumbuka cha mwingine, hamna imani na hatiasema kama tuna imani na Maema, lakini lazima muongelee mtu ambaye alikuja kufanya makubwa. Ujue mechi kama hizi, mechi hizi lazima kukumbuka Chama kwa sababu ni mechi maalum. Chama kaziamua. Siwezi kumzungumzia Maema kwa sababu sijaona yani si hakucheza Simba, hatujui ubora wake uko wapi, lakini tunamwongelea mtu ambaye bora wake tunafahamu. Tunajua kila mwana simba kumuuliza habari ya Chama, anajua yeye ndo katuvusha mguu wake kuingia robo kwa mara ya kwanza kwa vizazi chetu. Mguu wake katuvusha kwenda makundi, yeye ndo katuvusha na kachukua tuzo za mchezaji bora Afrika mara kibao, na ndo mchezaji pekee kwenye ligi ya Tanzania na magoli mengi kwa bingwa kuliko mchezaji wote. Kwa lazima tumzungumze, kutoka katuonyesha makubwa na no. Ukimwangalia bado ana kiwango kikubwa na ndio maana tunamwambia hawa asia katukumbusha, tumkumbuke chama, acheze atoe kwaliti yake tuione. So pia kwenye box anaanza anaaza kutenda mambo yake wakukaanguka. Hii Simba tuna maumivu. Ogopa timu itachukua bingwa misimu minne, mashabiki wanajaa uwanjani. Ogopa timu itachukua bingwa misimu minne, t tanua jezi. Tunaipenda timu yetu, ache masiara kwenye nani Aa ah, mimi siwezi kuingilia kwenye uongozi, ila kwa taarifa zilizokuwa nazo kuna kocha mmoja Ko, na pia kocha wa dabi, unapewa kocha wa dabi, kocha wa dabi tu. Hapa shule shughuli imeisha, mchezo michezo yote awezi, anaweza dabi na makocha wawili, kocha wa wengi. Kocha msaidizi wa ligi kuu, rijikuu, afu na kocha special wa dabi no, <laughs>

timu nisiaashi leo basi tuna uwezo kila mechi, tunamwaga kocha mpya na timu tumemeza kocha special kwa ajili ya dabi tu, kwa sababu kuna timu inatusumbua <tutu> lakini, Mandala kwenye maelezo yako walisema kufungwa ee, na mtani si kocha bali nafungwa nje. Wewe umenisikiliza vibaya, hebu nisikilize. uh -huh. nimekwambia hivi uh -huh. dabi ina asilimia, inacheza kwa vipindi. Dabi asilimia ishirini ya kocha, asilimia arobaini ya viongozi uh -huh. asilimia arobaini ya nani, ya wachezaji